Mheshimiwa mgombea urais, karibu sana Kagera, karibu sana Bukoba, mtukunyegeza agemae nyegeza ageomuka. Mheshimiwa mgombea urais, takwimu zinaonyesha asilimia 62 ya vijana wanaohitimu chuo kikuu nchini hutumia muda mrefu kupata ajira rasmi, huku sa asilimia 35 zilizosalia wakibaki mtaani hata baada ya miaka mitatu kumaliza masomo yao. Sababu kuu ambayo imekuwa ikitajwa mara kwa mara ni uzoefu katika kazi ambayo imepelekea waajiri wengi kushinda kuwaajiri vijana hawa licha ya kuwa na elimu na maarifa ya kutosha. Ilani ya CCM 2025 2030 chini ya uongozi wako thabiti Mheshimiwa mgombea urais unakwenda kufuta kigezo hiki ambacho kimekuwa kikubwa na cha muda mrefu kwa vijana wetu kupata ajira. Mheshimiwa mgombea urais, zaidi ya asilimia themanini ya wananchi wa Kagera wanajihusisha na kilimo cha kahawa. Serikali ya awamu ya sita chini ya mgombea urais ambao ulikuwa ni wewe Mheshimiwa Samia uliweza kupunguza bei ya mbolea kutoka shilingi laki moja na nusu mpaka kufika shilingi elfu sabini kwa mfuko wa kilo hamsini Wa mama, wananchi ama wakulima wa Kagera tunakushukuru sana. Lakini serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wako haikuishia hapo, ilifika hapa mkoani Kagera na sisi wana Kagera wote ni mashahidi, ikatangaza kuondoa soko hozi la kahawa na kuanzisha uuzaji wa kahawa kwa njia ya mnada. Mheshimiwa mgombea urais, kahawa yetu ilikuwa ni shilingi mia saba ikaja elfu moja mia mbili baada ya mabadiliko yale, kahawa yetu imefika elfu sita mia tano hamsini nani kama Mama Samia na serikali ya mkoa wa Kagera? Mgombea urais, itatoa hekari moja kwa kila kijana, ambapo ardhi na miche itatolewa bure, ikiwa ni hatua ya kumwingiza kijana wa Kitanzania katika kilimo cha kahawa. Na, na kijana huyu akitumia hekari hii vizuri anaweza kupata kiasi cha shilingi milioni kumi na mbili. Nani kama Mama Samia? Lakini mheshimiwa mgombea urais, serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wako haikuishia hapo. Kupitia mradi wa BBT YIA, yani Building a Better Tomorrow Youth in Agri Business, wamewekewa mpango wa miaka nane kuanzia elfu mbili na ishirini na mbili mpaka elfu mbili na thelathini ambayo ina, inaenda kuwapeletea ajira vijana na wanawake kwenye mazao ya kipaumbele ikiwemo kahawa. Mheshimiwa mgombea urais, ilani yetu ya uchaguzi ina mpango wa kuzalisha tani za kahawa mpaka laki tatu na kuchochea unywaji wa kahawa kwa matumizi ya ndani. Sisi vijana wa mkoa wa Kagera kwa sauti moja tunakwenda kukipa kura za kishindo Chama cha Mapinduzi kwa mambo makubwa haya serikali ya awamu ya sita iliyofanya kwenye kilimo chetu cha kahawa. Na mheshimiwa mgombea urais, nikwambie tu hauwezi kuizungumzia Kagera bila kuizungumzia kahawa, na serikali ya awamu ya sita imefanya hayo kwa vitendo. Ndugu zangu wana Kagera, nimesimama mbele yenu kwa heshima kubwa na unyenyekevu kumwombea kura mgombea wetu wa urais Mama Samia, tarehe 29 Oktoba, twendeni tukamchague Mama Samia, kiongozi hodari mchapa kazi, mwenye moyo wa huruma na mzalendo. Kagera, Oktoba ntukoraki, Oktoba ntukoraki, kazi na utu. Nakushukuru sana kwa nafasi mheshimiwa.